Nikisema nijibu, nikisema nijibu kama ambavyo yeye ameanza kwa njia ya mtandao, nitajibu jibu lile ambalo watu wanataka kulisikia, maana naye ana mashabiki zake wengi, na mimi na mashabiki wengi ambao wote na majibu yao wanataka kuyasikia. Kwa hiyo nikisema nijibu according to ile video, nitajibu matakwa ya watu ili watu, nisiwakwaze mwa. Lakini akitaka jibu la ukweli, ukweli akiniona face to face tampa, tapata jibu la kweli. Watu wengi sana wamenitag wengi sana wamenitag. Wengi, wengi ndio usiseme, mpaka maanko, mashangazi, hey, hey, hey, nini. Kama, kama, kama, kama, nini. Kwa hiyo watu wengi sana wamenitumia. Wengi, mno, uwezi kuikwepa WhatsApp, DM, tags watu wanakutag.